Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wataala na kumtakia sala na salamu mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwanza kabisa hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wataala kwa kutujalia kuiswali swala hii ya adhuhuri tena kwa jamaa. Hii ni neema miongoni mwa neema tulizopewa na Allah katika muda huu. Lakini pili, hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wataala kwa kutujalia kubaki katika kikao hiki cha khairi Vikao ambavyo huwa tunasema havipendwi na nafsi, mpaka utakapoibana na kuilazimisha nafsi yako kwamba nafsi, lazima ubaki katika kikao hiki. Kwa hiyo kubakia katika kikao hiki ni kheri, ni neema, tunatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa tunaendelea kujifunza mambo yanayohusiana na mwezi wa Ramadhani. Leo tutaangalia al-muftiruna wa ahkamuhum, watu ambao wanaruhusiwa kufungua katika mwezi wa Ramadhani, wanaruhusiwa kula mchana wa mwezi wa Ramadhani na hukumu zao. Almuftiruna fi ramadhana, wanaoruhusiwa kufungua katika mwezi wa Ramadhani ala thalathati aqsami, wamegawanyika katika vigawanyo vitatu. Alqismu alawwal kigawanyo cha kwanza, qismun yajuzu lahum alfitr wa saumu, ni kundi ambalo linafaa kwa wao kufungua au kufunga vyote viwili, wamepewa ruhusa, ni yeye atakuwa anakhiari kwamba anafunga au anafungua Alqismu thani, kigawanyo cha pili, kundi la pili, qismun yajibu, yajibu alayhim alfitr, ni kundi ambalo ni wajibu juu yao kufungua, hawatakiwi wao ni wenye kufunga. Alqismu thalith, kigawanyo cha tatu, qismun la yajuzu lahum alfitr, ni kundi ambalo haifai kwa wao kufunga kabisa na akifunga anapata madhambi. Tukianza na kundi la kwanza man yajuzu lahum lfitru wassawm, watu ambao inafaa kwa wao kufunga na kufungua, adhi ambao wanamfanya asiweze kufunga, basi mgonjwa huyo anatakiwa awe ni mwenye kufungua wd ajmaa lulama la ibahati lfitri lilmaridhi fi ljumla, maulama wote wameafikiana ya kwamba ni halali kufungua mgonjwa kiujumla. Thuma idha baria qadaho, kisha atakapopona atayalipa yale masiku ambayo aliyafungua mchana wa mwezi wa Ramadhani. ih Kauli ya Allah taala. Na asili au dalili ya mgonjwa kuwa anaruhusiwa kufungua katika mwezi wa Ramadhani ni kauli ya Allah subhanahu wa taala. Allah anasema, wa man kana maridhan, na yeyote ambaye atakuwa ni mgonjwa, au ala safarin, au akawa safarini, fa hiddatun min ayamin ukhar, basi atatimiza hesabu katika masiku mengine, kwa maana atakuja kulipa baada ya Ramadhani. Walil maridhi thalathu halati, mgonjwa ana hali tatu. Mgonjwa anapokuwa mgonjwa, ana hali tatu. Hali ya kwanza, an yakuna maradhuhu yasira, ni kuwa maradhi yake ni maradhi madogo la yataatharu bisawmi, endapo atafunga hatoathirika na hiyo funga. wala yakunu lfitiru arfaq bihi, na wala haiwe kufungua kwake ni bora zaidi. kazukami alyasiri, kama vile mtu kuwa na ma, mafua kidogo anapiga pia, pia chafya ana mafua hii, mtu anaweza akaendelea kufunga pamoja na mafua yake au sudai alyasir au kuumwa na kichwa kidogo, au waja idharasi au mtu kupata maumivu ya jino, gego linauma, wanahawihi na mfano wake, fahadha yajuzu lahu, fahadha la yajuzu lahu an yuftira, huyu haifai kwake yeye kufungua mafua tu kidogo ya kufanya ufungue, kwamba jamani, mimi na mafua sasa, siwezi kufunga, au kichwa kimegonga kidogo, basi nafungua, au akahisi maumivu ya jino, au maumivu ya kitu chochote katika mwili wake. Ah, tumeambiwa bwana akiwa mgonjwa ufungue. Kama maradhi hayo ni kidogo, hayakuathiri unapofunga, basi mgonjwa huyu anaambiwa ni bora kwake yeye kufunga hali ya pili ya mgonjwa ni mgonjwa ambaye ayazida maradhuhu, au yataakharu buruhu, ni mgonjwa ambaye akifunga maradhi yake yatazidi, au atachelewa kupona. Wayashuku alaihi saumu, na funga inampa tabu, anapata tabu anapokuwa amefunga, lakini la yadhuruhu lakini pamoja na kufunga kwa taabu, funga haimdhuru, fa hadha yustahabu lahu alfitru, huyu ni vizuri kwake yeye kufungua. Wa yukrahu lahu soum, na ni karaha kwake yeye kufunga, mtu ambaye akifunga, kutokana na funga yake, funga inamsababishia maradhi kuzidi au kutokana na kufunga kwake yawezekana maradhi aliyonayo yakachelewa kupona na anapata shida tabu katika kufunga, huyo anaambiwa ni bora kwake yeye kufungua, na atakuja kuyalipa masiku atakayofungua akiwa mgonjwa katika masiku mengine. Hali ya tatu ya mgonjwa, ayashuka alaihi soum, ni mgonjwa ambaye funga inampa shida akifunga anapata matatizo, wayatasabbabu fi darari, na funga inamsababishia kupata madhara, kad yufdi ila lhilak, madhara ambayo yawezekana yakampelekea kufariki. Fahadha yahrumu alaihi soumu aslan, mgonjwa huyo ni haramu kwake yeye kufunga. Mfano, mtu ana vidonda vya tumbo, anapofunga anapata matatizo anatapika mpaka anafikia mahala anatapika damu. Mgonjwa wa namna hii hata akifunga, funga yake haitolipwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni haramu kwake yeye kufunga akiwa katika hali hiyo. Wakati mwingine kweli mtu anakuwa ni mgonjwa, lakini anashindwa kuacha kufunga namna alivyozoea na namna anavyoipenda funga, anashindwa kufunga, anashindwa kuacha kufunga utakuta mtu anajilazimisha, anafunga. Kwa hakika mgonjwa wa namna hii anatakiwa afungue na atakuja kuyalipa masiku hayo katika siku nyingine. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala la taktulu anfusakum, na wala msijiue, kwa unapofunga na hali ya kuwa funga inakupa shida Unataka kujiua wewe mwenyewe, na Allah anakwambia msijiue. Waqala subhanah, na Allah anasema katika aya nyingine, yuridu llahu bikumul yusra, Allah anakutakieni wepesi, wala yuridu bikumul usra, wala hawatakieni uzito katika dini. Allah subhanahu wataala hajawawekea jambo ambalo ni gumu. Waqala taala, na Allah anasema katika aya nyingine, wama jaala alaykum fid dini min haraji Allah subhanahu wa taala hajawajalia, hajawawekeni uzito katika dini. Kwa mtu ukiwa ni mgonjwa kabisa, hawezi kufunga, basi unatakiwa ufungue, utakapopona sasa utakuja kuyalipa masiku hayo e, baada ya Ramadhani. Na kama ni maradhi ambayo si yenye kupona, basi wewe utakuwa ni mtu wa kutoa bibaba, utatoa bibaba Eh, kutokana na masiku ambayo uliyafungua katika mwezi wa Ramadhani, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha amartukum biamrin, pindi nitakapokuamrisheni jambo lolote, faatu minhu mastata'tum, liendeni kwa kiasi mtakachokiweza. Kwa hiyo umeshindwa kabisa kufunga, basi utafungua, utakuja kufunga utakapopona. Mtu wa pili ambaye anaruhusiwa kufungua katika mwezi wa Ramadhani ni al-musafiru, msafiri. Yushrau lilmusafiri, ni sheria kwa msafiri, safaran yuksaru fihi, safari ambayo msafiri anaruhusiwa kupunguza swala, ayuftira, ni sheria kwake yeye kufungua liqawlihi ta'ala, kwa kauli yake Allah aliposema: wa man kana maridan, na yeyote atakayekuwa mgonjwa, au ala safarin, au akawa yuko safarini, fa'iddatun min ayamin ukhar, atatimiza hesabu kwa kuja kufunga katika masiku mengine. Lakini idha sama almusafiru saha sawmuhu msafiri ikiwa atafunga funga yake itakuwa ni sahihi. dhahaba jamaahiru sahabati wa tabi'ina wal a'immati al arba'a, wameenda jamhuru sahaba maswahaba wengi na matabi'ina na maimamu wanne, ila anna sawma fi safari, kwamba mtu kufunga safarini sahihun mujzi'un funga yake inakuwa ni sahihi na inalipwa, wameenda hivyo. Lakini baadhi ya maswahaba ambao tunaambiwa wa kwamba waruya an abi Huraira wa ibn Abbas wa ibn Umara radiyallahu anhum, imepokelewa kauli pia kutoka kwa abu Huraira na ibn Abbas na ibn Umar wa huwa madhhabu ibn hazmi na ndio madhhabu ya ibn Hazmi. annahu ghayru sahihi, kwamba mtu akifunga safarini funga yake sio sahihi. wa yajibu yajibu alqadaa ala almusafiri in sawama fi safarihi, na ni wajibu kuja kuilipa siku hiyo ambayo msafiri alifunga akiwa safarini. wa ruya alqawlu bikarahatihi na pia imepokelewa kauli ambayo inasema ni karaha mtu kufunga akiwa safarini. wa madhhabu ljamahir aqwa, kama sayati, na madhehebu ya jamhuri lulama wakiwepo masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na matabi'i na maimamu wanne, kauli yao ina nguvu zaidi kuliko kauli za hawa watu wengine wachache kama tutakavyoona katika darsa yetu. Idan inna lilmusafiri thalatha halat, msafiri ana hali tatu. Hali ya kwanza, an yashuqa alayhi as-sawm, ni msafiri akisafiri funga inampa shida, au yauquhu an fi'li khayrin, au funga hiyo akifunga anakuwa yuko hoi, inamzuilia na kufanya mambo ya kheri Yana, anakuwa hoi hata swala hawezi. Falfitru fi haqqihi awla, kufuturu na kufungua kwa msafiri huyu ni bora zaidi. Wa min hadha ma fi hadithi jabiri qala, na hili linathibitishwa na hadithi ya Jabir. Jabir anasema kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi safarin Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa safarini. faraa zihaman wa rajulan qad dhul qad dhulila alayhi, Mtume aka akaona kikundi cha watu na kikundi hicho kimemzunguka mtu, na mtu huyu ametengenezewa kivuli, yuko hoi. faqala Mtume akasema ma hadha huyo mtu ana shida gani? Qalu masahaba, wakasema swaimun, huyo bwana amefunga. Nafunga imemfanya akawa yuko hoi, na hii imesababishwa na safari. Faqala akasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, laisa min albirri assaumu fi ssafari, si vyema si katika wema mtu kufunga akiwa safarini. Kwa mtu akiwa safarini anatakiwa afungue, ili asije akawa ni mwenye kupata matatizo. Na hadithi ya Anas, qala Anas, Anas anasema kunna maa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi safari, tulikuwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam wasalama safarini. Faminna as-saimu wa minna lmuftir katika sisi kuna ambao walikuwa wamefunga na katika sisi kuna ambao walikuwa wamefungua. Kwa hiyo wako safarini pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna ambao walikuwa wamefunga na kuna ambao walikuwa wamefungua. Pala akasema Anasi, fanazalna manzilan fi yawmin harin, tukashukia tuka, tuka sehemu tukafika sehemu fulani na siku hiyo kulikuwa na joto kali. aktharuna dhullan sahibu alkisa, wengi katika sisi wamefunikwa na shuka la mtu fulani. Kuna katika wale waliokuwepo safarini, kuna mtu alikuwa na shuka akalinyanyua juu, na kila mmoja akawa anakimbilia katika shuka hilo ili aweze kupata kivuli. Wa minna man yattaqi shamsa biyadihi, na miongoni mwetu sisi kuna watu ambao wanajikinga na jua kwa kuweka mikono yao juu, yani wanajikinga na jua kwa kuweka mikono juu. Qala, akasema mpokezi wa hadithi, fasaqata suwam, wale waliofunga wakaishiwa na nguvu, wakaanguka wakakaa wote. Waqala almuftiruna na wakasimama wale ambao walikuwa wamefungua wana nguvu, wakasimama. Fadharabo alabnia, wakawatengenezea sehemu ya kivuli, wakapiga mahema, wakawatengenezea sehemu ya kivuli. Wasaqaw rikaba, na wakawanyesha wale wanyama ambao walikuwa wanasafiri nao, wakawapa maji. Yani kwa ujumla ni kwamba wakatoa huduma wakatoa huduma kwa wafungaji ambao tayari wameshadondoka, na wakatoa huduma kwa, kwa, kwa, kwa wale wanyama ambao walikuwa nao. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema, dhahaba almuftiruna alyawma bilajri, <tusuluhu> wamechukua wafungaji leo ujira mkubwa <tusuluhu> wameondoka wafung... waliofungua wale ambao hawajafunga wameondoka na ujira mkubwa, wamepata thawabu nyingi kwa kuwahudumia wale ambao walikuwa wamefunga, wameishiwa na nguvu, wameanguka. Lakini vile vile wakawahudumia wale wanyama, wakaondoka na ujira mkubwa. Kwa hiyo katika hadithi hii tunaona ya kwamba watu ambao walionekana ni bora ni wale ambao walikuwa wamefungua, kwa sababu wamebaki na nguvu zao. Hali ya pili ya mtu akiwa safarini, anla yashuqa alaihi siyam, ni mtu ambaye funga haimpi tabu. Wala yauquhu an fili lkhairi, na wala funga haimzuilie na kufanya mambo ya kheri. Fal aula lahu siyam, mtu huyu kilicho bora kwake yeye ni kufunga liumumi kaulihi taala, kutokana na ujumla na wa maelekezo ya Allah subhanahu wa taala aliposema wa antasumu khairul lakum, na ikiwa mtafunga ni bora kwenu nyinyi. Kama safari za hivi sasa, mtu anatoka hapa anakwenda Dar es Salaam, anasafiri ima na ndege ndani ya dakika 45 ameshafika Dar es Salaam safari si ngumu, safari haimpi shida. Au hata akiondoka na gari ndogo mpaka saa saba saa nane ameondoka asubuhi mpaka saa saba saa nane ameshafika Dar es Salama, na hata akiondoka na basi, ameondoka hapa saa kumi na mbili mpaka saa kumi kumi na moja anakuwa ameshafika Dar es Salama, hakuna shida na wala hapati tabu. Kwa hiyo mtu kama safari haimpi tabu hata seke akiwa safarini akiwa amefunga, mtu huyu kufungua kwake yeye ni bora kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa antasumu khairul lakum, na ikiwa mtafunga ni bora kwenu nyinyi. Katika hadithi ya Abu Darda radhiyallahu anhu anasema, kharajna ma'a nabiyyi sallallahu alayhi wasallam fi ba'dhi asfarihi tulitoka na Mtume sallallahu alaihi wasallama, katika baadhi ya safari zake. fi yawmin harrin, katika siku ya joto kali. hatta yada hatta yada arrajulu yadahu ala raasihi, mpaka mtu anaweka mkono wake juu ya kichwa chake, kutokana min shiddati alharri, kutokana na joto na jua kali wama fina sha'im illa ma kana min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ibn rawaha, na hakuna aliyefunga katika sisi isipokuwa ni Mtume sallallahu alayhi wa sallam na Ibn Rawaha. Kwa katika ile safari watu ambao walikuwa wamefunga ni watu wawili Mtume na Ibnu Rawaha. Hawa maswahaba wengine walikuwa hawajafunga. Hii inaonyesha ya kwamba kama funga haikupi shida safarini, unaruhusiwa kufunga na huku ukiwa safarini. wa an aishata, na kutoka kwa Aisha. Ama Hamzata ibn Amru al-aslami

na huyu sahaba alikuwa ni mwingi wa kufunga. Alikuwa ni mfungaji sana, kwa hiyo naona nikiwa safarini nitafungua, na mimi ni mtu wa kufunga sana. Akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, je, nifunge nikiwa safarini? Faqala mtume akamwambia, inshita fasum, ukitaka funga, wa inshita faftur, na ukitaka fungua. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe ukitaka funga na ukitaka fungua hakuna tatizo. Hii hadithi inatuonyesha kwamba kama funga itakuwa haikupi matatizo na haikutesi, unaruhusiwa kufunga ukiwa safarini. wa lianna sawma idha lam yakun fihi mashaqqa, na ikiwa funga itakuwa haina shida ukiwa safarini, asra fi ibra'i dhimma, huko ni kuondoa dhima haraka waashalu la lmukalafi ghaliban, na jambo hilo inakuwa ni lepesi kwa mukallafu, ni lepesi kwa mtu mara nyingi. Ayasuma maa nnasi, kufunga pamoja na watu. Min an yaqdhiya wnnasu muftiruna, kuliko kuja kuanza kulipa na watu wengine wakiwa wamefungua. Inakuwa ni jambo moja gumu sana, watu wote wamefungua, wanakula mchana, wanakunywa chai asubuhi lakini wewe umefunga, unalipa yale masiku ambayo ulikuwa umefungua katika mwezi wa Ramadhani, ni jambo moja gumu. Kwa kama funga haikupi shida safarini, sheria inakwambia ni bora ukafunga. Hali ya tatu ya msafiri, ayashuka alaihi soumu, ni funga kumpa shida na tabu, anateseka akiwa kwenye, ikiwa atafunga safarini kama fi hadithi Jabir, kama ilivyokuja katika hadithi ya Jabir, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam, kharaja ama al-fath, alitoka mwaka wa ufunguzi, ila Makka, mpaka katika mji wa Makka, fasara hatta balagha kura al-khaym eh, kura al-khamim, akaenda mpaka akafika katika bonde hili, bonde hilo linaitwa hil quraa alghamim, mpaka wakafika hapo. Waswama nasu, na watu wakawa wamefunga. Thumma daa biqada'in, kisha mtume akaita kibuyu cha maji min ma'in, akaita kibuyu cha maji jamani, nipeni kibuyu cha maji alipopewa. Farafaahu hatta nadhara nasu ilayhi, akakinyanyua kile kibuyu cha maji mpaka watu wote wakamuona. Thumma shariba, kisha Mtume akanywa, akanywa maji yaliyokuwa katika kibuyu hicho. Qila lahu ba'da dhalika, baada ya hapo Mtume akaambiwa inna ba'dha nnasi qad sama, hakika baadhi ya watu bado wamefunga, hawajafungua kama walivyofungua wewe. Mtume akasema ulaika aluswatu, ao ni waasi ulaika aluswatu au ni waasi, kwa maana wameasi kitendo cha mtume sallallahu alaihi wasallama, ambacho anawataka wafungue ili waweze kupata nguvu na safari iweze kuendelea. Kwa ndugu zangu katika imani, msafiri yeye ataangalia safari inampa shida au haimpi shida. Kama safari haimpi shida, basi atafunga ili kuondoa dhima na kuondoa uzito wa kuja e, kuanza kulipa baadaye. Lakini kama funga inakupa e, inakupa shida safarini, unaambiwa unatakiwa kufungua, kisha baadaye utakuja e, kulipa siku ambazo ulikuwa umezifungua. Hapo itakuwa ni mwisho wa darsa yetu kwa leo. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.